Mwendo wa saa sita usiku wa jana, Rais Uhuru Kenyatta kawasili katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, tayari kwa safari ambayo pengine imezungumzwa zaidi tangu kuapishwa kwake. Ziara jijini London kuhudhuria warsha ya kimataifa kujadili hali nchini Somalia. Warsha hiyo anahudhuria kwa mwaliko wa nchi ya Uingereza, mwaliko ambao umezua mjadala na semikali haswa kutoka kwa vyombo vya habari katika mataifa ya magharibi, wakikashifu uamuzi huo wa Uingereza kujihusisha na kiongozi wanayemtaja kama mhalifu kufuatia kesi zinazomkabili katika mahakama ya kimataifa ya ICC. Serikali ya Kenya haikusita kudhihirisha kukerwa kwake na habari hizo kutoka Uingereza. Licha ya hayo, Kenyatta sasa yuko jijini London. Ndege yake iliondoka mwendo wa saa sita usiku wa kuamkia leo na kutua katika uwanja wa ndege wa Heathrow jijini London saa tatu asubuhi saa za Afrika Mashariki, akiwa ameandamana na mama wa taifa mama Margaret Kenyatta na mwanasheria mkuu Githu Mwigai pamoja na maafisa wengine serikalini. Kenyatta alipokelewa na maafisa wa juu katika serikali ya Uingereza, kando na balozi wa Kenya nchini humo Ifraim Ngari. Tunavyozungumza sasa, Kenyatta anajitayarisha kufanya mkutano na Wakenya wanaoishi nchini humo How are you? kabla ya kuhudhuria warsha hiyo itakayoendeshwa hapo kesho katika jumba la Lancaster. Mojawapo ya sababu zilizotolewa na serikali ya Uingereza kumwalika Kenyatta ni kwa sababu ya nafasi ya Kenya katika juhudi za kutafuta suluhu ya kudumu nchini Somalia, ikiwa ametuma wanajeshi wake kukabiliana na kundi la kigaidi la Al-Shabab zaidi ya mwaka mmoja uliopita warsha hiyo itajadili masuala kadha wa kadha ikiwemo namna ya kuimarisha usalama katika nchi hiyo. Kando na warsha hiyo, Rais Kenyatta atafanya mazungumzo na waziri mkuu nchini humo David Cameron, wakiwemo maafisa wengine katika serikali ya Uingereza kujadili biashara na uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Esta Kahumbi, Citizen ni pashe.